Na tunaendelea na taarifa na kuhusiana na maombolezo ya mheshimiwa Raila Amolo Odinga, na hii leo Rais William Ruto amemuomboleza hayati Raila Odinga kama kiongozi aliyesimama na taifa wakati lilipomhitaji. Rais Ruto ambaye aliongoza taifa katika kumuomboleza hayati y Odinga katika uga wa Nyayo hii leo, alimshukuru Odinga kwa kumsaidia serikali yake ilipo yumba yumba. Mwanahabari wetu Emmanuel To anaarifu zaidi. Alizungumzia kumbukizi aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Amolo Odinga kupitia kwa kibao cha Jamaica Farewell ya Harry Belafonte alichoenzi sana Odinga. I'm sad to see, I'm on my way. Wimbo huo ukizuzua uwanja wote wa Nyayo uliojaa pomoni, maelfu ya waombolezaji wakiungana naye kwenye wimbo huo down. Katika hotuba yake Rais William Ruto akitaja majina tofauti ya Raila, majina yaliyovuka mipaka ya kimaeneo na kikabila: Wod Meri, wod nyar Alego, Agwambo, Tinga, Jakom. Enigma what being baba, the man in whose honor we gather here today belong to that rare, irrepressible breed of human beings. Rais Ruto akizamia handi sheki yake ya hivi punde na Odinga akisema iliimarisha meli yake ya kisiasa iliyokuwa inazama. I neither knew that one day We would find ourselves on opposite sides, nor could I have imagined that years later he would stand by me, this time to steady the nation and to help anchor my leadership, culminating in the birth of the broad-based government. Rais akisema kwa sababu hiyo yuko na deni kubwa la Odinga. to you baba, I owe you And I am truly and eternally grateful that our paths crossed and that we shared this journey together. perhaps one of the greatest lessons he taught us was this. in the noble task of statecraft and nation building, there is room for all of us, competitors and collaborators Kiongozi huyo wa taifa akisema licha ya kifo cha Odinga, nafsi yake inasalia na Wakenya, wafuasi wake wakiendelea kupumua hewa yake ya kisiasa. Macho yote sasa yatakuwa yanaangaziwa katika ngome ya Raila Amolo Odinga katika kaunti ya Kisumu hapo kesho, wakati ambapo shughuli kama ya leo ya kuona mwili wake itakapokuwa ikiendelea na baadaye kuelekea katika mahali ambapo atakapolazwa katika kaunti yes, ya Siaya. Emmanuel Toro, runinga ya Citizen, Nyayo, Nairobi.